Hello good people. Uh, kwa wale ambao wamewahi kusoma kitabu cha The Art of Public Speaking. This book right here. Kuna story moja ambayo niliiandika humu ndani inamuhusu mzungumzaji um, mmoja maarufu sana wa kike kutoka Marekani anaitwa Lisa Nichols. Lisa Nichols aliwahi kutenga familia yake for over 10 years. Kwa sababu gani? Walikuwa hawaamini katika ndoto yake, walikuwa wanamdidimisa, chochote anachokisema wanasema hakifai, utachelewa, wewe umezaliwa kwenye familia ya kimaskini, wewe ndo uwe tajiri? Wewe uwe spika mkubwa, ulipe mahela na mahela. Akawatenga 10 years. Sasa mimi sikushauri na nawe watenge familia yako, au ndugu zako, au marafiki ambao hawaamini katika vision yako, ni maamuzi ya kwako, lakini what is the lesson behind kuna watu ambao wako kwenye ina inasako yako, ukiendelea ku entertain mawazo yao ya kukurudisha nyuma, I'm telling you utaingia kaburini hujafanya kitu hata hiki hata kimoja. Kwa hiyo sometimes unalazimika kuwatenga watu ambao wako karibu na wewe, ili ukamilishe ile vision, yale maono, alafu uje uwaambie nilichokuwa nawaambia ndo hiki Ndo watasema kumbe alikuwa na maanisha hii, kwa sababu kuna wengine they cannot grasp that vision kwa kuwambia tu, until waone kwa ma, wengine ni Matomaso. Kwa wale ambao wanajua bibilia, kuna, kuna mtu mmoja anaitwa Tomaso, alimuuliza ali Yesu, naomba nihakikishe, akaweka kidole chake kwenye kiganja chake, ili ahakikishe kwamba huu mkono au hii kiganja kilitobolewa na misumari. so there are people who will not believe in your vision until it becomes a reality, so wakati mwingine give them space, ufanye yako and then urudi na matokeo, hapo ndo watakuja kukuelewa. And by the way, nasisitiza 29th November Tanzania Business Forum 2024 www.tbf.roadtosuccess dot dot. Nenda kwenye accounts tatu hizi. Akaunti ya kwanza road z, akaunti ya pili Tanzania Business Forum, akaunti ya tatu duka huru Brands. na akaunti nyingine Oasis Technologies. And then utapata infomathon zote na hata kwenye akaunti yangu ya yacnautapata infomathon zote. Whether you want to be a participant, unataka kuwa exhibitor, au unataka kuwa sponsor. 29th November, JNICC, Dar es Salaam. And as always tukumbuke kwamba mafanikio ni mchakato, success is a process. Be blessed.